Mwimbaji wa Tanzania Juma Jux ameandika historia kuamkia leo baada ya kushinda tunzo ya msanii bora Afrika Mashariki kwenye tunzo za Headies 2025 zilizofanyika pale Lagos jijini Nigeria. So, Juma Jux ambaye anajulikana kwa kwa midundo laini ya rnb na afrobiti amekuwa gumzo barani Afrika wiki hii so hii kupitia wimbo wake mpya ambao unaitwa Good Designer aliyomshirikisha rapa wa Nigeria anaitwa Fino wimbo huo umefika hadi nafasi ya kwanza kwenye iton Nigeria, mafanikio yake makubwa aliyopewa jina lake kwenye ramani ya mziki wa kimataifa. So ushindi huu unakuja siku chache tu baada ya Juksi kufunga ndoa kwa harusi yake ya kifahari na Priska Jp elfu mbili ishirini na tano. So tukio hili linaongeza zaidi ya umaarufu wake pia Nigeria na sehemu nyingine za Afrika Mashariki, lakini pia ikumbuko pia hizi rekodi ambazo wanaziweka Juksi ni kwa mara ya kwanza baada ya kufunga ndoa na vitu vingine vinaendelea, so Jux ndo mara yake ya kwanza kuingia kwenye nafasi ya kwanza, ngoma yake kukimbiza kwenye mtandao wa iTunes, ambao umeongoza kwa jina Nigeria kule usobana. So hii naweza nikasema hii ni lucky, bahati nzuri sana kwa Juma Jux, ni kuendelea kukaza buti, kwa sababu mziki wake tayari kashatengeneza mashabiki wa Nigeria wanaokubali na sehemu zingine wanaokubali Una maoni gani kwa Juma Jux kwa sasa hivi anavyoenda kwa mfumo wake mzuri, na watu ngoma zake wanazielewa sasa hivi, na anaenda kimataifa na anashinda tuzo kama hizi hapa ambazo amezishinda siku ya leo. Drop ya, uh, drop ya comment kwenye Bongo Plus TV riziki bwana lidi ya kitengo gnathi mo peace